Uzinduzi wa benki ya ushirika ikitajwa kuwa mkombozi kwa wakulima. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe anasema hii ni ndoto ya wa wakulima ya muda mrefu ambayo inakwenda kutimia, huku akiomba iongezewe uwezo wa kuhudumia taasisi nyingine nje ya kilimo ili kumudu ushindani. Lazima na sisi tu benefit keki hii. Huko mbele tutakuwa tunajadiliana. Ombi kwa waziri wa fedha, mbele yako, na sisi Coop Bank turuhusiwe kupata akaunti za serikali bot wana kazi kubwa ya kufanya reform ya financial infrastructure kwenye nchi yetu, ili watu maskini waweze kutoka hapa tulipo. Niagize sasa wizara ya fedha, probably benki kuu, kakaangu Rafael uko hapa, wizara ya kilimo, kaeni mzungumze. Naomba kaeni, wote mko serikali moja, kaeni mzungumze, na imani hamtaacha kuja na, na, na, na suluhisho. Rais Samia anaagiza weledi na uwajibikaji kwa watumishi na wadau wa Benki ya Ushirika ili kurejesha imani kwa wakulima kwenye ushirika. Na wale waliokuwa hawana imani sana na ushirika, mi nilikuwa mmojawapo, sio Bashe peke yake, nilikuwa naona kama ushirika ni chaka la wizi, na nadhani siku nilizungumza nanyi Ikulu nilisema hivyo. Benki ipo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 wa benki ya ushirika na uwepo wa Coop bank, sasa tuhakikisha kwamba je, wakulima wanahitaji nini ili kuweza kuhakikisha kile kinachohitajika kinalimwa. Unaona jinsi ambavyo tutashirikiana vizuri sana. Tunategemea sasa tukiwa tunawasaidia wakulima, tuna benki ambayo itakuwa inaelewa lugha, lakini vile vile inaelewa maumivu ya mkulima. Hatimaye kilio cha wakulima cha muda mrefu cha kuwa na benki itakayoshughulika na masuala ya kilimo kimesikika, na sasa matarajio makubwa ya wakulima ni ujio wa benki hii ya ushirika. George Mbara, Azam News, Dodoma.